Sumu, kifo, kinyaa, nyoka. Wizara ya afya nchini Nigeria inaripoti visa vya kung'atwa na nyoka takriban elfu ishirini kila mwaka, na elfu mbili kati ya hivyo huishia kuwa vifo. Lakini je, wajua kwamba huko Lagos unaweza kung'atwa na nyoka kwa namna nyingine? Je, uko tayari kuonja nyama ya nyoka? I like it is of... Napenda kula nyama ya nyoka sababu ni tamu na laini, is so soft and... ni nzuri kwa afya. Lazima kuna kitu cha kipekee kinachowafanywa wapenzi wa chakula kufunga safari hadi kwa Baba Ejo, mtaalamu wa nyama ya nyoka. Hebu tuangalie anatumia nini cha kipekee kumfanya mnyama huyu hatari kuwa mlo wa watu wa Nigeria. Hakuna hatari yoyote kula nyama ya nyoka, lakini kuna baadhi ya watu wa Badagri ambao hawali nyama ya nyoka ni mwiko kwa sababu wanaabudu nyoka, ila watu wengi wanakula nyama ya nyoka. Haina madhara, ni nyama nyeupe na ni nzuri sana kiafya pa. Nyoka wengi nchini Nigeria huuawa wanapokamatwa popote, lakini Baba Ejo amewezaje kubadili mtazamo kuhusu mnyama huyu hatari? Kabla hatujajua siri ya mapishi yake, tuanzie sokoni Badagre, ambapo unaweza kuona nyoka wa aina mbalimbali mbali. Kuna aina tofauti za nyoka. Kuna chatu, kobra na nyoka anaitwa sauti. Tunaweza kuwatofautisha kwa vichwa vyao na miguu yao. so, me, said, wengine wana miguu ya ndani ambayo huwezi kuiona nje, na hawa ndiyo wengi kwenye soko hili. So, wengine wana miguu inayoonekana kwa nje. Tunawatambua kwa vichwa na ngozi zao, okay. Tukirejea mgahawani sasa, ni wakati wa kuandaa mlo wa nyoka. Watu hupenda kama choma au supu. Baba Ejo, ambaye amekuwa akipika nyama ya nyoka kwa zaidi ya miaka kumi, anajua siri ya kuifanya kuwa tamu. Je, siri yake ni ipi? Tunapika supu ya pilipili ya nyama ya nyoka. Nyama ya nyoka ikishaanza kuchemka, tunaongeza kitunguu, mboga mboga, viungo na mchuzi sauce. Lakini migahawa kama huu wa Baba Ejo wa Nigeria hujaribu ladha ya nyama ya nyoka, lakini bado si maarufu kama ile ya Marekani ambapo nyoka wa sauti huonekana kama mlo wa kawaida wa porini. Asia, nyoka huliwa sana kwa madai ya faida zake kiafya. Nyama ya nyoka ina protini nyingi na virutubisho muhimu vinavyosaidia kuimarisha kinga ya mwili. Ina kolajen nyingi ambayo husaidia kuimarisha mifupa na viungo. Nyama ya nyoka ni salama kula, mradi kichwa kiondolewe kabisa, kwa sababu hapo ndipo kuna sumu. Ikishakatwa ni salama. Inahitaji tu kuoshwa vizuri na kupikwa kwa makini ili kuua vijidudu. Hata hivyo, supu ya Baba Ejo siyo ya kila mtu. Supu ya nyama ya nyoka ninayoandaa huwa ni kwa oda maalum, si chakula unachopika tu, si kila mtu anakula Mpishi Baba Ejo hataacha kuwashawishi wa Nigeria kuifanya nyama ya nyoka kuwa sehemu ya lishe yao ya kila siku, lakini ikiwa kama dhana potofu na hofu kuhusu nyoka kwa waafrika itafutika.